Tufululize hadi katika kaunti ya Bungoma ambapo itikadi ya kupashwa tohara kwa wavulana miongoni mwa jamii ya Wabukusu ni utamaduni ambao umedumu karne nyingi. Kubadilika kwa maisha aidha hakujaathiri desturi hiyo ya kale, na kadri siku zinaposonga, huenda Wabukusu wataendelea kuzingatia mila hiyo inayoenziwa na wasomi wa jamii na wasio wasomi. Mwanahabari wetu wa magharibi ya Kenya Robert Wanyonyi amefuatilia mwanzo wa sherehe hizo na kukuletea taarifa ifuatayo. Ni mwezi Agosti wa mwaka wa tarakimu inayogawanywa mara mbili bila kusalia lolote 2016, 2014, 2012 ndiyo huwa misimu ya tohara ya Wabukusu. Maelfu ya vijana kutoka jamii wanatimiza mila hii tayari kukabiliana na kisu cha ngariba mwaka huu zaidi ya vijana elfu 20 wanatarajia kutahirishwa kwa njia ya kitamaduni huku wengine zaidi ya elfu tano katika kaunti za Bungoma, Tranzoia na Kakamega wakikamilisha shughuli hiyo katika vituo vya afya. Hii sherehe ambayo inaweza kuhimiza Wabukusu na watu wengine kukua watu wazuri kukua wanaume na watu wakubwa. Kwa wengine ni mila zinazopaswa kulindwa, kutokana na imani kuwa zilitoka kwa mababu. Sherehe hizo huanza mapema, huku vijana wanaoazimia kutahirishwa wakianza safari ndefu za kualika jamaa na marafiki siku yao kuu ya kukabiliana na kisu cha ngariba. Kutahirisha vijana, tuna memori ya kujua ya kwamba huyo atakuwa mwanaume ama hapana, alafu tutaelezea wazazi huyo mtoto tumemtayarisha lakini sio mzuri sana, ni lazima tumupe dawa ya kienyeji. Zawadi mbalimbali mbali hutolewa ikiwemo pesa, mifugo na hata vyakula, kilele chake kikiwa siku moja kabla ya mvulana kutahiri, huku akipokea zawadi ya mfugo aliye hai kutoka kwa mjombaye. Kupatiliza sura kuwa mwanamume kama mimi, nilikuwa vila imepatiliza hivyo. Baada ya wimbo huu kuimbwa na wazee, basi ni wakati wa nyimbo maalum kuanza kuimbwa usiku kucha, ili kutoa nafasi kwa mtahiniwa kupelekwa mtoni alfajiri na kupakwa tope la kitamaduni kabla kurejea nyumbani. Kimya hutanda, huku ngariba akitoa amri za mpangilio wa sherehe za mwisho mwisho. Kelele na wale wenye wanatahiri kuanzia mwaka mpani wa themanini mpaka tisini na mbili wote wanasimama upande wa mkono wa kulia mahali mimi niliko. Hiki ni shughuli inayochukua chini ya sekunde tano kwa kila kijana, na hatimaye sherehe mbue na mbwembwe zinazoshuhudia zawadi mbalimbali mbali, hutolewa, mvulana atakuwa amehitimu kuwa mtu mzima mwenye majukumu yake. nisikia uchungu saiti kama nisikia uchungu zaidi, lakini sikusikia nisikia, nisikia mbali sana, kama alimaliza, nikasikia sana. Baada ya vijana waliotahiriwa kuingia jandoni, nyumba ambayo wataishi kwa miezi minne, wakitoka kwa sherehe za mwisho, wazazi wao hubaki wakikadiria gharama. Ni sherehe za kitamaduni ambazo zimeanza katika kaunti ya Bungoma na Tranzoya, huku zikiendelea mwezi mzima wa Agosti. Wazee wa jamii ya Wabukusu wanasema kwamba hii ni itikadi ambayo itadumu. Robert Wanyonyi, KTN, leo katika kaunti ya Bungoma.